Yes ebwana, Samia sasa kuisha ama, uongozi wa Samia sasa umefika mwisho, umefika tamati, ama tunaweza sema uongozi wake sasa umeisha, sababu sio kwa maandamano haya, wananchi wameamua kujitokeza tayari kabisa kwa kupigania ardhi yao wengine akiwa hawaogopi lolote kwa yale mambo yake aliyoyasema, watu bado wanazidi ku, kuja tu e, hata kama kuna rushwa, sijui ndio risasi ndio vitoza machozi bado watu wanajitokelezea tu waweze e, mpaka kila kitu kiweze kukamilika ama kiweze kueleweka. Rais Samia, wewe ni mama, wewe ni mama nanastahili uwe na huruma kama mama, lakini mimi na kunyang'anya hadi kama kijana mwenye maumivu na kunyang'anya haki ya kuitwa mama. Mama gani unayowatesa wananchi laki moja ambao wamekaa kwa sasa pasipo matibabu aina yoyote, pasipo usafiri wa aina yoyote, pasipo huduma aina yoyote. Wake zetu wanakufa hospitalini wanapojifungua kwa sababu umeshaamisha huduma zote. Hey, bado unastahili kuwa mama kweli? Bado unastahili haki ya kuitwa mama? Nasema mimi na kunyang'anya hadhi ya kuitwa mama. Hauna mtu, hauna mtu kama wamama zetu. Hawa ni wamama wanaoteseka hapa leo, haujui tunakula nini leo. Ni siku ya tano, bado serikali inajifanya kizimi, kwamba haisikilizi au hamna watu wanaokaa polini au hamna watu wanaolalamika. Natuchukulia kama wanyama ambayo tunawafuga hapa kisa wa Arabu. Serikali ya Tanzania pia maskea, untumbe, wa na pia nasikia, nataka nitoe ujumbe kwa sheo moja sija anajiita dokta nani ambaye anasema kwamba sisi sio wa Ngorongoro, eti sisi ni wa Kenya. Nataka nikuambie Selemani